Serengeti oye! CCM oye! Kwa hiyo mji huu ni mji wa mkakati wa utalii. Kipindi hiki vilevile tumeshuhudia uwekezaji kwenye sekta ya utalii hapa Mugumu. Sasa katika miaka mitano inayokuja, na mkitupa ridhaa, mkituchagua, lengo letu katika utalii ni kuendelea kutangaza vivutio vyetu na kukuza utalii kufikia watalii milioni nane kwa mwaka ifikapo mwaka ishirini thelathini. Hifadhi ya Taifa ya Serengeti itakuwa sehemu muhimu ya kufikisha watalii hao milioni nane. Vile vile katika ilani yetu ya mwaka huu mpaka mwaka wa 2030 tumewahidi kwa hapa Mugumu tutakuja kujenga kiwanja cha ndege. <laughs> Imo kwenye ilani na tutajenga uwanja huo ili tuwezeshe watalii kutua moja kwa moja ndani ya hapa mji wa Mugumu. Ndugu zangu wana Serengeti, nataka kuongea jambo moja, jambo la mshikamano wa Watanzania pamoja na mila na desturi zetu, lakini suala la umoja wa Watanzania ni suala muhimu sana, kwa sababu nimeanza kusikia maneno kwamba mgombea wetu huyu ni mwanamke na kwa mila na desturi zetu hatutaki mgombea mwanamke kwenye maendeleo. Ndugu zangu, hakuna mwanamke, hakuna mwanamme, mimi ninayesema nayesema hapa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya miaka minne nimefanya makubwa sana. Sasa ingekuwa mwanamke hawezi, nisingeweza kuyafanya. Mungu alituomba wote na akili sawa, akatupa na uwezo wa kufikiri. Ukiwa mwanamke unafikiri, ukiwa mwanamume unafikiri. Niwaambie wazee wetu pamoja na mila na desturi zetu na nimeanza kusikia mwenye kitu umeondoka, lakini nimeanza kusikia maneno pia kwamba huko CCM mara sisi CC, wametupa wagombea wanne wanawake. Kwani wanawake wananini? wana nini? Nataka kuambieni watachapa kazi sawa sawa na wengine walivyochapa kazi.